Maandalizi ya kuweka miundombinu katika baadhi ya shule za msingi ziwe na sekondari na miundombinu baadhi ya sekondari ziwe na shule za msingi kuhakikisha kwamba kila mtoto anaweza kutembea kwenda kwenye elimu ya sekondari. Hilo ni jambo kubwa, liko mbele yetu na ni ahadi yetu kwa Rais kwamba tutapambana nalo, na nashukuru sana timu iliyobaki, wakati sisi tuna kinyang'anyiro cha kampeni, kazi ilifanyika. Najua timu ilikutana Morogoro na kwenye handover note ambayo niliandaa kwa ajili ya waziri anayekuja <laughs> hilo ni kati ya jambo la kwanza ambalo tumeliweka. La pili, na mheshimiwa rais analizungumza sana, ni kutoa elimu ujuzi. Katika sera, tuna mwelekeo wa kuhakikisha kwamba kuna sekondari za mkondo wa amali na mkondo wa amali ni mkondo wa ufundi na ufundi stadi kwa Kiingereza, is a technical and vocational education stream. Yani, ufundi ni technical, na hali mengine yote ambayo ni ujuzi wa kazi ni vocation. Rais wetu alizindua ujenzi wa shule za ufundi pale Itilima Simiyu, ujenzi unaendelea. Tuna kazi kubwa ya kwa kuhakikisha kwamba vile vyuo vinapata mahitaji yake yote, vile zile shule, ili elimu ya amali isije watu wakaanza kuinyanyapaa. Najua vilevile maandalizi yamefanyika chini ya uongozi wa katibu mkuu na nyie ndugu zangu wote hapa, lakini hakuna kulala kwa sababu lazima tukamilishe. Zilikuwa shule mia moja na ngapi? mia moja na tatu. Na hilo ni tone kwenye bahari, kwa sababu lengo hatimaye lazima tufikie mahali walau nusu, kama sio zaidi ya shule za sekondari ziwe ni ama za ufundi ama ufundi stadi. Kwa hiyo hayo ni mambo makubwa mawili yaliyoko mbele yetu, na hayo yanaendana kwa namna fulani na azma ya Mheshimiwa Rais kukidhi mahitaji na matarajio ya vijana. Ameanzisha sasa hivi Wizara ya Vijana kwenye ofisi yake na waziri ameteuliwa na nimemwambia siku si nyingi tutakutana naye kukidhi matakwa na mahitaji ya vijana. Wizara ya Elimu ina mchango mkubwa sana. Aina ya elimu tunayotoa, ubora wa elimu unaotolewa na ujuzi wanaopata utakawawezesha kujiajiri au kuajiriwa. Kwa azma hii kubwa ya rais wetu hatuwezi kusema tutamwachia waziri mpya huyu kijana ambaye kwa kweli yuko vizuri sana Lazima na sisi kwa sababu ile ni wizara mtambuka, yako mambo ambayo lazima na sisi tutoe mchango. Tutamweleza tunayofanya, atueleza wanataka kuyafanya, tusonge mbele. Na yako mambo mengine, lakini makubwa ambayo nimeyaona ni hayo mawili. Liko dogo, lakini kwa sababu rais alizungumza, wakati anaongea bungeni pale, alizungumza, najua watu walifurahi sana kuhusu azma ya serikali, azma yake kuhakikisha kwamba wale vijana ambao ni very bright Tunachukua baadhi ya cream tunaenda kuwasomesha nje. Kazi hiyo kwa maelekezo yake tulishaianza. Vijana wako Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Na nilikuwa napata brief na nilienda kula nao. Ehe, wakati wa kampeni niliacha kwa siku mbili niliomba kwenda kuongea nao. Jitihada za kuhakikisha kwamba wanaenda kusoma lazima zishike kasi kubwa, na najua juhudi zinafanyika, siwezi kutaja nyingi, lakini alizungumza pale bungeni na tukumbuke kwamba anachosema kule, sisi tunasikiliza, kazi yetu kutekeleza. Kwa hiyo mimi, ndugu zangu, ningeomba katibu mkuu kwa sasa hivi idara zote na vitengo vyote vipitie tena hotuba ya rais kule bungeni, kesho kutwa tupate brief ya yale aliyosema yanayohusu wizara yetu na tumejipanga vipi, na vilevile vile, tupitie dira ya maendeleo inataja baadhi ya mambo makubwa na tuangalie ile sera yetu. Lakini hayo makubwa nimeshayasema, hiyo ni kazi kubwa ndugu zangu. Watanzania wana matumaini makubwa na rais wetu katika sekta zote. Kwenye elimu, wana matumaini ya kazi ya rais wetu ambayo ametukabidhi sisi tuifanye. Kwa hiyo kazi yetu ni kuhakikisha kwamba yale matumaini ya watu waliokuwa rais wetu ya wa Tanzania yanatekelezwa kupitia sisi wenzetu tulioko hapa. Mimi nafurahi mheshimiwa Wanu, Hawa watu ni wachapa kazi, na namna tulivyofanya kazi mpaka sasa hivi, yale mambo ambayo yanahitaji tafakari huwa tunaondoa itifaki, tunakutana round table, nami nasema asiongea kwa kweli, na namwogopa ongea. Ukiona nazungumza kitu akiendi vizuri, sema mheshimiwa hapo, nadhani hatutoenda vizuri, tunazungumza. Tukishafikia maamuzi, haya ni maelekezo, kila mmoja anatekeleza, kwa naamini, na tutaendelea kufanya hivyo mara kwa mara tutakuwa tunakaa round table na kuzungumza na vile vile, tumekuwa wepesi wa kutumia watu hata nje ya wizara, sehemu mbalimbali, kwanza vyuo vyetu vikuu ambavyo ni vingi, kuna wataalamu huko tunawatumia, na tunatumia kiurahisi sana, wanafurahi kuja kuchangia, na wengine wastaafu na kadhalika, wanakuja kufanya kazi. Nadhani tutaendelea kufanya vile hasa. Sijui nimepata munka, naongea sana, kuna ishapata eh? Eh? Eh? zimetosha eh? utaongea unasema tuko tuko pamoja, asema tuko pamoja <laughs> lakini tunamshukuru Mungu kwa hapo. Kwa hivyo sasa hivi mimi labda nimkaribishe, kwa sababu alao nimekuwa mwenyeji kidogo hapa, nimekaa sasa inafikia karibia miaka minne kwenye wizara ya elimu. Wewe mwenzetu, na mimi nakumbuka tukio moja Zanzibar tulikuwepo pamoja, lilikuwa la kwako, lilikuwa la elimu kwa huyu. Si mgeni, Wanu si mgeni katika masuala ya elimu na nakumbuka siku hiyo Mheshimiwa Rais alitoa kauli moja, alisema, waziri usidhani wizara hii ni ya bara tu, ni ya Muungano. Na niwakumbushe hmm, kuna element za Muungano kubwa sana katika wizara hii sure, lakini sio hivyo tu, tumeshirikiana sana wenzetu wa Zanzibar, hmm, sana Mheshimiwa Lela, uh, Mohamed Musa hmm, hata katika mageuzi ya elimu tumefanya kwa pamoja. Elimu ya juu ni swala la Muungano sasa, na teknolojia tumefanya kwa namna ya Muungano, na Mheshimiwa Wanu yeye ni mdau wa elimu na anakubaliana, katibu mkuu, analeta na uzoefu mwingine wa kuwa kwenye field moja kwa moja. Kwa hiyo karibu sana Mheshimiwa Wanu hapa. Hii sasa ni familia yetu ya kazi ambayo ametukabidhi Mheshimiwa Rais. Matarajio yake kwa wizara zote najua ni makubwa, na sisi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba hatumwangushi. Karibu sana katika familia ya elimu, sayansi na teknolojia.